Kuna nini watu hawajui kuhusu nchi ya Israeli? Ilikuwa ni mahali pa mateso na kukata tamaa ambapo roho za watu zilivunjika chini ya uzito wa mateso yao. Wafilisti, watu wakatili na wenye nguvu, walitawala kwa mkono wa chuma. Utawala wao ulikuwa kamili, ukatili wao haukulinganishwa. Tumaini liliwaka kama mshumaa katika upepo, dhaifu lakini imara, likikataa kuzimwa. Mwanamke tasa, jina lake limepotea kwa wakati, alipata mgeni, malaika wa Bwana. Katikati ya huzuni yake, mwanga wa kimungu ulitoboa gizani. Alileta ujumbe, ahadi mtoto wa kiume atazaliwa. Mwanga wa tumaini kwa taifa lililofungwa minyororo. Mtoto huyu aliyetengwa kwa ajili ya Mungu tangu tumboni mwa mama yake, angekuwa mkombozi wao. Mwokozi aliyepangiwa kuvunja nira ya mateso. Angekuwa shujaa wa Israeli, yule atakayevunja minyororo ya mateso. Nguvu zake hazitashindwa, azimio lake halitavunjika. Jina la mtoto huyu litakuwa Samsoni, jina ambalo litakumbukwa kwa vizazi vingi. Alizaliwa na hatima iliyosukwa ndani ya nafsi yake. Samsoni alikuwa kila hatua yake iliongezeka kwa kusudi la juu. Roho wa Bwana alimchacha ndani yake, moto ukingoja kuwashwa. Maombi yake yalikuwa, alikuwa ushuhuda wa imani yake isiyoyumba. Nywele zake ambazo hazijaguswa na wembe zilikuwa ishara yenye ya nadhiri yake takatifu ukumbusho wa wito wake wa kipekee. Ilikuwa ishara ya agano lake na Mungu. Kwa kila siku iliyopita, matarajio yaliongezeka. Dunia ilingojea kuibuka kwa shujaa. Je, Samsoni angetimiza ahadi ya Mungu? Je, angeweza kutimiza hatima iliyowekwa mbele yake? Je, mtu mmoja hata aliyeguswa na Mungu angeweza kuleta mabadiliko? Uzito wa matarajio ulikuwa mkubwa. Majibu yangekuja kwa wakati wake, yaliyoandikwa katika kumbukumbu -kumbu za historia kwa wino wa ujasiri, nguvu na hatimaye ukombozi. Hadithi yake ingekuwa moja ya vita kubwa na imani kubwa. Wafilisti, bila kujua mtoto anayekuwa kati yao, waliendelea na utawala wao wa ugaidi, vicheko vyao vikisikika kwa ukatili katika mabonde. Hawakujua dhoro iliyokuwa ikitengenezwa. Hivi karibuni wangejifunza gharama ya kiburi chao. Pepo za mabadiliko zilianza kuvuma. Wangekuja kujua jina la Samsoni, jina linalonong'onezwa kwa hofu, jina ambalo litawekwa milele mioyoni mwao na kwenye kuta zao. Hadithi yake ingeenea kama moto wa nyikani. Jukwaa lilikuwa tayari, dunia ilishikilia pumzi yake. Wachezaji walikuwa mahali pao, vipande vilikuwa vikienda mahali pake. Tamthilia ya Samsoni ilikuwa karibu kuanza, ushuhuda wa nguvu ya kudumu ya imani asili ya udanganyifu ya majaribu na ufikiaji usio na mipaka wa neema ya Mungu. Safari yake ingekuwa sakata la ushindi na msiba la nguvu na udhaifu. Samsoni alikuwa na kwa kila mwaka uliopita roho wa Bwana aliongezeka ndani yake akimjaza nguvu iliyokuwa ya kushangaza na ya ajabu. Ilijidhihirisha katika nguvu ya ajabu ya kimwili, nguvu iliyopinga maelezo nguvu iliyomfanya awe hadithi kati ya watu wake na mtu wa kuogopwa kati ya adui zake. Alikuwa tofauti, angeweza kufanya mambo ambayo mtu wa kawaida hangeweza kufanya, mambo ambayo yalionekana kuwa ya hadithi na ngano. Alirarua simba kwa mikono yake mitupu, kishindo chake kikatili kikinyamazishwa na nguvu isiyokuwa yake, nguvu iliyokuwa inaonekana kutoka mbinguni. Alibeba malango ya mji mabegani mwake, ushuhuda wa nguvu iliyokuwa ikipita katika mishipa yake, nguvu iliyowaacha watazamaji kimya. Waisraeli, wakishuhudia maonyesho haya ya miujiza ya nguvu, walifurahi. Walimwona Samsoni kama mwanga wa tumaini, ishara kwamba hawakuachwa. Tumaini ambalo hapo awali lilikuwa cheche inayowaka lilirudisha uhai, likiwasha mioyo ya watu waliokandamizwa kwa muda mrefu. Walikuwa na bingwa, Mkombozi aliyetumwa na Mungu, mtu ambaye angeweza kuwaongoza kutoka gizani na kuingia katika mwanga wa uhuru. Katika Samsoni, waliona mwangaza wa utukufu wao wa zamani, nafasi ya kujikomboa kutoka kwa minyororo ya ukandamizaji iliyowafunga kwa muda mrefu. Wafilisti, mwanzoni walikuuza waliona. Walimwona Samsoni kama tishio kwa utawala wao, nguvu ambayo haikuweza kudhibitiwa kwa urahisi. Kulikuwa na mabadiliko katika usawa wa nguvu, wimbi la wasiwasi lililopita katika safu zao walipogundua ukubwa wa changamoto iliyokuwa mbele yao. Walianza kunongona jina Samsoni kwa mchanganyiko wa hofu na heshima ya kusita, wakikiri nguvu kubwa aliyowakilisha. Na bado ndani ya shujaa huyu mkuu, udhaifu ulikuwa umefichwa, upande wa kibinadamu ambao mara nyingi ulifunikwa na nguvu zake za hadithi. Samsoni aliyebarikiwa na nguvu za kibinadamu pia alikuwa mtu wa mapenzi, akiongozwa na tamaa ambazo zingeweza kumpoteza, tamaa zilizomfanya awe mwanadamu. Alikuwa somo la tofauti, tapestry iliyosukwa na nyuzi za nguvu kubwa na udhaifu wa kibinadamu. Shujaa mwenye moyo ambao unaweza kuwa na nguvu na udhaifu. Upande huu mbili, mapambano haya ya ndani yangeunda hatima yake na hatimaye kumwongoza kwenye njia iliyojaa ushindi na msiba, njia ambayo ingefafanua urithi wake kwa vizazi vijavyo. Samsoni, moyo wake ukiwaka kwa tamaa, alimpenda mwanamke Mfilisti. Mapenzi haya yaliyokatazwa na yaliyojaa hatari, yalimteketeza kabisa. Familia yake ikiwa imeshangaa ilimsihi. Je, hakuna mwanamke miongoni mwa watu wako? Walilia. Hawakuweza kuelewa ni kwa nini angemchagua mwanamke kutoka kwa adui zao wa Filisti. Lakini Samsoni, akiwa amepofushwa na mapenzi na kuendeshwa na tamaa zake mwenyewe, alikataa kusikiliza. Moyo wake ulikuwa umewekwa na hakuna kiasi cha hoja kingeweza kumshawishi. Harusi ilifanyika, sherehe ya wasiwasi iliyofunikwa na uadui kati ya watu hao wawili. Hewa ilikuwa nzito kwa maneno yasiyosemwa na chuki zilizofichwa. Ilikuwa wakati wa sherehe hii kwamba Samsoni, akiwa na ujasiri na mcheshi, aliwauliza kitendawili wanaume wa Filisti. Macho yake yaling'aa kwa ujanja alipozungumza. Kutoka kwa mlaji kilitoka kitu cha kula na kutoka kwa mwenye nguvu kilitoka kitu kitamu, alipinga, sauti yake ikilia kote wani. Kitendawili kilikuwa fumbo, fumbo lililowavutia na kuwakatisha tamaa wasikilizaji wake. Kitendawili kilichotokana na kukutana kwake na simba na asali kilikuwa na maana kubwa zaidi, kivuli cha nguvu zinazopingana ndani yake, nguvu na utamu, nguvu na udhaifu. Ilikuwa ni taswira ya msukosuko wake wa ndani. Wafilisti wasiweze kutatua kitendawili, walitumia vitisho na vitisho, wakimlazimisha bibi arusi mpya wa Samsoni kumsaliti uaminifu wake. Alinaswa kati ya uaminifu kwa watu wake na upendo wake kwa Samsoni. Jibu lilifunuliwa na Samsoni, akiwa na hasira kwa udanganyifu, aliachilia hasira yake akiwao wa wanaume 30 wa Filisti. Hasira yake ilikuwa ya haraka na ya kikatili, ushuhuda wa nguvu zake kubwa na hisia kali za usaliti. Moyo wake uliojeruhiwa na usaliti ukawa mgumu. Mbegu za uchungu zilipandwa, zao hatari ambalo lingekuwa na sumu hukumu yake. Alikuwa mtu aliyepasuliwa kati ya mapenzi na kisasi. Wafilisti, kiburi chao kikiwa kimejeruhiwa, waliapa kulipiza kisasi. Hawakuweza kuacha tusi hili bila kuadhibiwa. Mgogoro uliongezeka, mzunguko wa vurugu uliochochewa na kulipiza kisasi na kutoaminiana kila kitendo cha uchokozi kilipokelewa na majibu makubwa zaidi. Samsoni, bingwa wa Israeli, alishinda vini. Kwa kufanya hivyo, alichukua hatua karibu na anguko kubwa zaidi. Ushindi wake ulikuwa mchungu, kila mmoja ukimleta karibu na hatima yake ya mwisho. Hasira ya Samsoni kama moto wa nyikani, iliteketeza kila kitu katika njia yake. Alipigana na Wafilisti, hasira yake ikichochewa na usaliti wao. Alikuwa kimbunga cha uharibifu, jina lake likinongonezwa kwa mchanganyiko wa hofu na vitisho. Alikuwa nguvu ya asili isiyozuilika na isiyotabirika. Lakini ndani ya moyo wa shujaa huyu, upande mpole bado uliwaka. Siku moja yenye joto kali, Samsoni aliposafiri kupitia nchi kame, kiu ilimshika. Alianguka, nguvu zake zikiisha, maisha yake yakipungua. Katika wakati huo wa udhaifu, alimwomba Mungu, sauti yake ikiwa kavu kwa kukata tamaa. "Bwana, aliomba, unikumbuke. Unitie nguvu mara moja tu. Na Mungu kwa rehema zake zisizo na mwisho akajibu. Kutoka kwa mzoga wa simba aliyemua, muujiza ulitokea. Mzinga wa asali uliojaa asali tamu ulijaza mabaki ya mifupa. Samsoni, nguvu zake zikiwa zimerudishwa, alikula asali, ishara ya utoaji wa Mungu hata katika hali mbaya zaidi. Tukio hili ushuhuda wa uaminifu wa Mungu, lilitolewa mwanga wa tumaini. Ukumbusho kwamba hata katika nyakati zake za giza zaidi, Samsoni hakusahaulika. Lakini je, angezingatia ishara hii mnongono huu wa neema?